Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Nikwambie tu kuwa uko sehemu sahihi kabisa. Hii ni Alasiri Lounge ambayo pia unaweza kuendelea kuitazama mubashara kabisa kupitia Azam TV Max App ambayo unaweza kui download kwenye Google Play Store ama App Store ukapata burudani za Azam TV kupitia kiganja chako studioni wakati huu ndani ya Alasiri tunaenda sasa kumzungumzia ama kuzungumzia yale mafunzo ambayo uh, wanaweza kupatiwa wanyama na yanaweza yakasaidia mambo mbalimbali katika jamii zetu. Tunaye hapa meneja programu uh, APOPO Tanzania, dr. je, uh, dr. Joseph Soka na tazungumza naye eh, kuhusu hilo ambapo taasisi ya APOPO inaendesha mradi wa kuwatumia panya kugundua vimelea vya ugonjwa wa kifua kikuu. Vile vile inaendesha pia mradi uh, ambao wanawafundisha panya kugundua mabomu. Elimu hii eh, tunaenda kuifahamu zaidi, kwa nini pia kwa huyu panya. Dkt. Joseph, karibu. Asante sana mm. <clears throat> Nashukuru. Uh, kama alivyontambulisha, naitwa Dkt. Joseph Soka, ni meneja mradi wa APOPO TB Tanzania. mm. APOPO uh, ni taasisi isiyo ya kiserikali yenye mm. makao makuu yake Ubelgiji, lakini kwa Tanzania ina makao makuu uh, kwenye chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA, okay. Uh, APOPO ni kifupisho cha neno la Kidachi maana mm -hmm. kwamba Kiholanzi ambapo inamaanisha kwamba kwa, kwa, kwa tafsiri ki, ya Kiingereza mm. ambayo inaweza kaitafsiri kwa lugha ya Kiswahili isio rasmi ni anti personnel Landmine detection product development okay, kwa maana kwamba APOPO walitaka kutengeneza kitu ambacho sio kinachotegua, kinachogundua ma, uh, mabomu yaliyotegwa ardhini mm, ambacho sio binadamu uh, ambao ndo panya. Kwa, kwa maana hiyo uh, binadamu wanaweza kuwa na elimu hiyo, na wapo binadamu ambao wana elimu hiyo ya kugundua mabomu. Yes, kazi ya majeshi mm. mengi pia ni kuweza kugundua kama kuna mabomu na kuna vifaa wanavyoviweka ambavyo ambayo vinagundua po mabomu aliotegwa ardhini okay. Lakini kama unafahamu mabomu ya TNT ukiweka weight uzito kidogo, maanake mm. ndo kwamba ina trigger na yanapasuka ya kwa hiyo, mpanya kwa sababu ni mdogo mm. anaweza kamanuva kwenye landmine, mm. bila ku, ku, ku, TNT kulipuka kwa sababu uzito wake ni mdogo ulinganisha na mbwa au teknolojia nyingine na ndio maana tukaamua tuka, tuka kuja na hiyo teknolojia ya kumfundisha panya buku kuweza kugundua mabomu yaliyotegwa ardhini. Okay, kwa hiyo so, aina gani ya panya? Okay, uh, hii hii spishi inaitwa uh, Cricetomys gambianus okay. lakini kwa, kwa, kwa lugha ya kirahisi ni panya buku uh -huh. wale panya ambao mnaona wanakaa maporini wanakula mahindi wale panya buku okay. wale panya wakubwa. wakubwa. na panya mmoja anaweza kafika kilo moja pointi tano. Lakini uh -huh. E, okay. tunajaribu ku maintain weight uzito wake mm, ili aweze kufanya kazi kwa rais, sababu akiwa mnene zaidi anashindwa kufanya kazi, kwa hiyo ina range kwenye mia tisa ishirini gram so, mpaka 1.2 gram. Kwa hivyo sio kila panya anaweza kupata haya mafunzo. Okay. Uh, kwa maana kwamba panya buku wote wanaweza kupata mafunzo mm, isipokuwa tu aa uh, ya mafunzo yana, yana hatua mbalimbali mbali. mm na sisi kama apopo APOPO ilianza kazi miaka ya tisini, mm. Tanzania. Okay. Na sisi tulikamata panya buku kwenye misitu hapa hapa Morogoro. Oh. Na tukazi panya, panya wakike na wakiume wakazaliana, wale watoto walivyofikisha wiki nne, kwa maana kwamba mwezi mmoja mm. tukaanza kuwafanyia mafunzo, na mafunzo ya, ya kwanza yani, kwa maana kwamba unamfanya awezi kuishi na jamii kwamba akimwona binadamu aone binadamu sio adui. Ndo maana panya mtu kimbeba akikung'ata, wewe ndo adui yake, yani ame socialize yani kiasi kwamba amekuwa mapeti. Na hatua ya pili zinafuata tu tofauti tofauti tofauti, mpaka kipindi cha miezi tisa hadi mwaka mmoja kwa panya kufundishwa, na ana graduate anapata cheti kwa ajili ya kuweza kutunukiwa mafunzo, sasa kufanya kazi za operations. Kama kabla ya kwenda huko, ndio tuweke saa jambo moja ulivyosema kwamba panya mliwachukua uh, wali, hapa hapa Morogoro? Hapa ni Dar es Salaam kwanza. Kwa hiyo tuseme kule mkoani Morogoro, najua kwa sababu APOPO makao makuu ni Morogoro, naona kama bado niko Morogoro lakini so, so. na maana kwamba Tanzania mm. ndo maana hii yeah. teknolojia tunaita ni teknolojia ya yeah, uh, ni, ni, ni, ni, tatizo la kifua kikuu kwa mfano, mm. ni tatizo loko, yani linaathiri nchi za ta, za uh, zoko Sub-Saharan nchi mm. za kusini mwa Afrika, Tanzania moja wapo. Tanzania ni nchi ambayo wanaita ni hai ni zile nchi 30 ambazo zina maambukizi makubwa kifua kikuu. Okay. Na hii tatizo la la, la, la panyabuku kufundishwa kugundua vimelea kifua kikuu kwenye kwenye makozi ya binadamu linajibu matatizo ya kiloko. Okay. Tofauti na hizo ambazo zinatengenezwa Marekani kuja kutumika Afrika. Marekani hawana maambukizi mengi ya kifua kikuu kama sisi. Okay. Yes. Ndo maana tunaita ni, ni, ni local solution kwa local problem. Sawa so, ili, ili, ili anza ipi kati ya panya kutegua mabomu na panya uh, mafundisho ya kifua kikuu kama nilivyoeleza, hata, hata, hata uh, kirefu cha APOPO hmm. ni walianza na ma, kumfundisha panya buku kunusa mabomu yaliyotegwa ardhini na, na, na niweke ni sawa, sio kutegua uh -huh. Ni ana, anagundua alafu anakuja mtu anayategua. okay. yes. so, ili, ili iliwezekana vipi sasa kutoka uh, kwenye kufundishwa eh, kugundua eh, yalipo mabomu kuja kwenye eh, kutambua eh, kifua kikuu. Sawa kabisa uh, nafikiri watanzania wengi watakuwa wanafahamu kwamba wanasema kwamba mbwa ananusa sana mm. Lakini naweza nikakuambia kwamba, kwa, kuna kitu kinachoitwaga kwa kisulugha ya kitaalamu inaitwa olfactory receptor genes ambazo binadamu wanazo wanyama wote wanazo kwa sababu wan, wenye uwezo wa kunusa panya ana hizo yani jini ambazo zinahusika na, na unusaji zaidi ya elfu moja na mia okay. Nne, lakini panya pa, uh, mbwa Hmm. ana anaza ana, ana, kwakeni kama elfu moja na mia mbili. Kwa hiyo panya amemzidi mbwa kwenye hizo resepta za unusaji, na sasa baada ya kuona sii kwamba panya anaweza akanusa TNT tukashirikiana na taasisi ya kudhibiti magonjwa ya binadamu Nimri, na tukakaa chini tukaona a na namna gani unaweza ukamfundisha upanya bugu sasa akanusa harufu ya mdudu ambaye anaweza ki, vimelea vya kifua kikuu kwa mwaka elfu mbili na mbili takriban miaka zaidi ya ishirini na moja iliyopita mm. baada ya sasa ya panya kuwa na tayari ashaingia kwenye kufundishwa kudetect mabomu iliyotegwa mm. ardhini, tukaanza kumfundisha sasa kwa kushirikiana na taasisi hiyo ya, ya, ya magonjwa ya binadamu Nimri, kumfundisha panya aweze kunusa hivyo vimelea na tulitumia sampuli ambazo tayari zimegundulika na, na, na, na culture. Culture mm -hmm. ni ile teknolojia ambao unaotesha Uh, sampuli anaota mdudu mm. Na kwa kifua kikuu ndo inaitwa gold standard mm. Yani ndo kipimo namba moja ambacho kikisema hii ni TB ni TB kweli kweli. Kwa hiyo tukachukua zile sampuli ambazo ni culture imesema ni positive, yani vina vimelea vya kifua kikuu mm. Tukaanza kumtojuia panya anuse kama kweli kama picha inavyotuonyesha pale, ananusa hizo sampuli, ananusa sampuli ambazo zina vimelea vya kifua kikuu, na panya kaweza kunusa. Sasa baada hapo tukasema tunafanya kama tafiti tafiti, lakini tukaona mwaka elfu mbili na nane elfu mbili na saba tukaona tumewekea tume panya sampuli nyingi akanusa, afu zikaonyeshwa zaidi ya wagonjwa mia tatu wana vimelea vya kifua kikuu. Tukasema kwanini tusimtumie sasa panya kwa ajili ya kunufaisha Watanzania? Ndo tukamweka saa kwenye operesheni zetu sa ambazo tunakusanya sampuli kwenye vituo vingi mm -hmm. takriban zaidi ya tisini Tanzania, na hapa Dar es Salaam viko zaidi ya sitini tunavileta ofisini kwetu pale kwa hapa tuna Dar es Salaam iko veterinary pale, Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mm. Tunazipima tena baada ya hii teknolojia zilizoko hospitalini kusema kwamba hawana vimelea vya kifua kikuu tunampatia panya na vipima tena panya. Akisema hii vimelea hii sampuli ina vimelea vya kifua kikuu, tunaidhibitisha tuna, tuna tena kwa kutumia hizo teknolojia ambazo Shirika la Afya Duniani imethibitisha mm. Alafu tunarudisha tuna sawa wagonjwa wa hospitalini kwa ajili ya kuanzisha matibabu. Ana, anasemaje huyu panya akishagundua kuwa hapa kuna vimelea vya kifua kikuu Anatoaje taarifa? Asante uh, uh, sana, swali zuri, na kama unavyoona kwenye picha mm. uh, kwenye ile keji, ile inaitwa keji mm. ina matundu kumi sao. kila yule, yule aleka, aleka anafunua tundu anaitwa trainer, na kuna mtu anaitwa observer, yule ambaye an, an, an, an, anamsaidia huyo trainer mm. na kuna mtu anaitwa handler okay. Kwa hiyo panya akipita kwenye tundu ambalo lina sampuli ambayo ina vimelevo vya kifua wa kikuu mm. ataweka pua yake pale ndani ya sekunde tatu hadi tano sawa. Na yule ambaye ni trainer sasa mm. anatafsiri ana, ana, ana, ana, ana ile ile kwamba hii ni ina vimelea vya kifua wa kikuu, kwa akishauti labda uh, hall namba tano mm. tundu namba tano uh, anasema labda C5, yule, yule, yule uh, observer ata click clicker mm. kama kwa sababu setup ya, ya ile, ile cage, kuna sampuli ambazo tayari zinaitwa zi zi ni control. Okay. Yani mfumo wa panya anafanya kazi mm. ni mfumo unaoitwa tunataka tu reward. Yani kwenye sampuli 100 nyingine anapita kwa haraka sana. Yes. Okay. Kwenye sampuli 100 tunaweka sampuli 7 hadi 10 sampuli ambazo zinajulikana kabisa zina vimelea hakika, kutoka hospitalini. Hizo zina motivate kwamba aweze kufanya kazi. Kwa hiyo ile sampuli ambayo imekuja kama ina TB kutoka hospitalini panya kipozi kwa dakika 5 3 sekunde 3 hadi 5 ukiklik unaona anaenda pale, anapewa chakula kwamba umefanya vizuri, hii ni kweli, ni positive. Lakini zile sampuli ambazo zimeletwa kama negative, hata kama panya akisema hii ni positive, hatumpi chakula, kwa sababu mpaka tuichukue tukaipime tena kwa kutumia ile teknolojia ambazo zilizosema kwamba WHO wamezindorse, wamezithibitisha kwamba zitumike kwa ajili ya kupimia vimelea, kwa sababu panya bado, kama yeye kama hajadhibitishwa ye, na shirika la afya duniani kwamba atumike kama yeye kama yeye kama yeye kupima vimelea vyenyewe, alafu majibu yapeleke hospitalini kwa ajili ya kuanzisha matibabu. Kwa hiyo okay, akisha um, akisha onesha kwamba hii inaweza ikawa na kifua kikuu, bado mnarudisha tena hospitali? Yes, kama nilivyosema, taratibu za uh, shirika la afya duniani hmm, linasema Uh, kipimo chote lazima wao wakithibitisha na inapita kwenye mchakato mkubwa wa tafiti. Uh, inatakiwa kufanya tafiti nyingi kuthibitisha kwamba inaweza ikafanya kazi yenyewe. Sasa hivi bado tunaendelea na hatua mbalimbali za kuthibitishia uh, umma uh, na shirika la afya duniani kwamba hii teknolojia inaweza kafanya kazi. Baada ya hapo inaweza kufanya kama standalone test yani, okay. ikisema ni TB wanaichukua mchukua mgonjwa unampeleka hospitalini kwa ajili ya kwa kuanzisha matibabu, lakini sasa hivi bado tupo kwenye hatua za, za, za, za kuendelea kuikonvince mm. shirika la afya duniani kwamba hii teknolojia ina, ina, ina, ina, ina manufaa na inawezekana, kwa sababu uh, uh, ukubalikaji wake acceptance level kwa Tanzania kwanza, mm. nitoe ni, ni shukrani sana kwa serikali uh, kwa support kubwa sana uh, Wizara ya Afya mpango um, wa taifa kifua kikuu na ukoma hmm. a ah, wamekuwa ni wadau wetu wakubwa sana kwanza kukubali majibu ambayo panya na indicate, anasema kwamba hii ni TB, pamoja na kwamba lazima tuyahakikishe kwamba panya tukisema ni kweli kwa kutumia teknolojia ambazo wao wow, uh, WHO kushirikiana na Wizara ya Afya wamethibitisha kwamba zitumike na, na, kwenda hospitali na kurudisha sasa majibu hospitalini, lakini pili kutukubalia pia sisi kuweza kukusanya sampuli kwenye vituo vyao. Vituo kama ndivyosema zaidi ya tisini sasa hivi tunaelekea mia tunafanya hmm, kazi kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Tanga, Morogoro, Arusha, Manyara na Pwani. Zote hizo tunakusanya sampuli za hmm, wasio wa kifua kikuu ambao uh, hii teknolojia ambazo zipo kama hadubini na GeneXpert, hmm, uh, zimesema uh, wagonjwa hawana kifua kikuu, wanatupatia zile sampuli tunazipima, tuna, tuna tena hmm. Kwa hiyo, ni, ni, ni, ni, ni ushirikiano mkubwa sana ambao serikali ya Tanzania inatupatia kwenye kuweza ku kuendesha huo mradi uki, uki, ukiangalia tunafanya kazi za nchi, nchi tatu. Okay. Awali, tulifunga uh, project Mozambiki kwa sababu kiukweli wenzetu wa kupata ushirikiano mkubwa kutoka serikali yao, lakini tuna operate pia Ethiopia uh, kwa maana kwamba Addis Ababa mji mkuu uh, wanapata support lakini uh, popo Tanzania imekuwa ndo pioneer kwa maana role model wa TB kama kama ukiongelea popo, TB unaongelea Tanzania na, na ni kwa sababu ya support kubwa sana nikisema nasema kutoka moyoni yani okay. Ni support kubwa sana ambayo serikali ya Tanzania inatupatia kwenye, kwenye, kwenye, nadhani, kwa sababu ni namna gani wanajali mm -hmm. afya za Watanzania uh, kwa sababu kifua kikuu kama mnavyojua mm -hmm. ni ugonjwa wa watu maskini mm -hmm. watu ambao wanapata kifua kikuu ni wale ambao wanaishi kwenye sema ambazo ni wako overcrowded, na masikini ambao wanashindwa ku afford hata mlo mmoja mm -hmm. kwa hiyo matokeo yake mtu anakuwa uh, uh, utapia mlo na uh, watu wanaokaa kwenye mabasi mwendokasi kwa sababu ya, ya kukosa hewa, anapata kwa hiyo, mtu mwenye usafiri anayekaa Masaki ni ngumu kupata TB, hmm. labda kama amepata, labda tuseme, labda ana maambukizi ya, ya, ya, ya, ya HIV labda anaweza akapata kwa sababu kinga inakuwa imeshuka. sawa sawa, hivi ili, iliwahi kutokea kwamba mkachukua sampuli ambayo ilionyesha Uh, katika kipimo uh, cha vipimo cha vya, vya kifua kifu, vya kifua kifu, kikuu uh, ambacho hospitali uh, kipimo hicho kiligundua kwamba hakuna kifua kikuu lakini panya akaja kugundua kwamba uh, mgonjwa huyu ana kifua kikuu. Na wakati huo huo swali la linaloendana na hilo eh, iliwahi pia Uh, kutokea ni kwa namna gani ambavyo uh, vipimo hivi sasa ambavyo mnavipata uh, mna vya kifua kikuu kutoka kwa panya vikakubalika moja kwa moja kwamba amepima na mkaenda kuthibitisha kwenye vipimo ikaonekana, vyote ambavyo panya alithibitisha kwamba uh, vina kifua kikuu, au kwenye hamsini vinakuwa kadhaa na wala si vyote okay? Asante sana uh, labda tu nikupe namba uh, toka tumeanza uh, operation Tanzania tumeweza kupima wahisiwa wa kifua kikuu zaidi ya laki nane na hiyo nakuambia, toka mwaka elfu mbili na kumi na moja tumeweza kusanya takwimu. Mwaka elfu mbili na kumi na moja tumepima sampuli wahisiwa zaidi ya laki saba zaidi ya laki nane Na aa hawa wahisiwa ni wale waisiwa ambao walipimwa kwenye hospitali wakaambiwa hawana vimelea vya kifua kikuu, sampuli zikaja kwetu tukagundua zaidi ya wagonjwa elfu thelathini ambao au wagonjwa thelathini ni wale wagonjwa ambao walipimwa na hizi teknolojia ambazo ziko mahospitalini e, kama hadubini na GeneXpert wakawa missed. Na sisemi kwa maana kwamba sisemi kwamba wamepimwa kwa maana teknolojia ni, ni mbaya mm, au zina uwezo mdogo hapana, mm, uh, vitu vingi. Kwa mfano, uh, teknolojia ambayo inaitwa hii hadubini ina uwezo mdogo wa kuweza kusema kwamba hii ku, ku, ku detect sensitivity iko chini. Lakini GeneXpert sensitivity yake iko juu. Mm, lakini GeneXpert inahitaji inahitaji vitu vingi ikiwemo umeme stable, umeme na AC ya condition, kwa sababu zinakufa zile module kwa sababu ya joto. Kwa hiyo, vi, error rate wanasema error zinakuepo pia kwenye GeneXpert. Kwa hiyo hizo tumepata wagonjwa zaidi ya uh elfu thelathini wagonjwa wali, wali ambiwa, hawana, kifua kikuu, wa kifua kikuu ambao waliambiwa hawana mele kifua kikuu, panya akasema wanao, tukadhibitisha na hizo teknolojia ambazo na mgonjwa mmoja wa kifua kikuu asipotibi yani, wagonjwa saahii ambao tuliwapata tunaweza ku, kusema tumezuia maambukizi zaidi ya laki tatu, na kwa sababu mgonjwa mmoja wa kifua kikuu asipogundulika ana uwezo wa kusambaza kwa watu zaidi ya kumi hadi 15 hizi na na ni, ni, ni, ni, ni data za shirika la afya duniani. Sasa yes. yes. tukiwa tunaelekea kumaliza inaonekana, uh, kazi mnaefanya ni kubwa sana na, na kwa Tanzania mikoa ambayo umetaja ni uhitaji mkubwa sana. hawa panya mnao wangapi? Oh, swali zuri. Kwanza ni, nikuambie tu, nitakukaribisha ni Morogoro. Morogoro ni breeding site. Okay. Yani ndio sehemu ambayo tunazalisha wapanya mm. wetu na mm. kama kumsikia panya Magawa mm. mm. kwa nini panya Magawa, yani, hawa panya kwanza niwaambie kwa nini nasema uh, uh, unajua sisi tuko chini ya chuo kikuu cha kilimo SUA mm. labda nitakuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni si, ni nimekosea kuto kusema ushirikiano mkubwa ambao zinapata, nimeshindwa, nimeshindwa kutaja, sio kwa sababu mimi ni mfanyakazi wa SUA nina mkataba na SUA. Kwa hiyo hii ni hii ni hii ni, ni, ni, ni, pro, ni project ya SUA chuo kikuu cha kilimo SUA, sawa. Kwa hiyo wao wanatupa support kwa sababu ni, ni mradi wa SUA. Um, sisi tuna tuna breeding site ambayo iko iko Morogoro. Panya wote unaosikia panya Magawa, si panya gani ambaye anaenda Cambodia na nchi nyingine? Sisi unafanya operation nchi nyingi duniani, tuna Cambodia tuna Senegal, tuna Zimbabwe, tuna Kazakhstan, tuna Ukraine. Zote ni mabomu ya kutegwa ardhini, alafu tuna Uturuki. Sasa hivi Uturuki, Uturuki tunapeleka tuna panya ambao wana detect ma, kwa sababu Uturuki ni nchi ambayo inaathirika sana matetemeko ya ardhi. yeah. Sasa hivi tunawafunga panya wetu backpack camera nyuma ya mgongo kwa ajili ya kuweza kupita kwenye hizi ya majengo yaliyobomoka kuangalia kama kuna survivors akimwona survivors ana kuna ana, ana signal anatoa, alafu ile kamera ina, ina translate signal kwenye kompyuta alafu sasa wale, wale rescue wanaenda wanafukua wanamtoa binadamu. Panya wote hao ambao unaona nimekutajiza unchi nchi wanatoka Morogoro, yeah. Kwa hiyo product ni ya Tanzania, ndio maana uh, ninafarijika ni, ni, sana kuona media kama Azam TV, wana, wana advocate hii kitu ili wana Tanzania wawe proud na hii product, unajua Nimesikia nazungumza kuhusiana na Tshisekedi na Kagame mm. mm. kwamba Kongo wamelazimika kutoa madini ili kuweza kusain uh, peace mm. ka, ka, kama auna, auna, au, nchi haiwezi kuwa na vitu ambavyo vya kwake kama teknolojia kama hii ya kitanzania utegemeke. Marekani atakwambia ili niweze, niweze kuwaletea dawa za, za TB natakiwa mnunue vifaa uh, vifaa kwetu, na, na, na pesa hamna mm. lakini hii teknolojia ni very cheap, ni rahisi sana ukilinganisha na hizi teknolojia nyingine jini expert na hadubini hii ni dola moja pointi moja tu ukilinganisha okay, na hadubini ambao ni dola kumi mm, na jini expert ambao ni dola ishirini Kwa hiyo ni kujibu swali lako kwamba tuna panya wa kutosha Morogoro, na tunaendelea kuzalisha kila siku awesome. na waki waki, waki retire tunaenda ku wana retirement room pia Morogoro, wanakula pension mpaka <laughs> Mungu atakapochukua maisha <laughs> hey, hey, yao yani, mia, mia, pia miaka nane tunawastafisha wanakaa Morogoro wanakula pension mpaka Mwenyezi Mungu atakapochukua kwenye nani, chumba chao cha wana nyumba. Kwa hiyo ni retirement room, ndio utakukataa. Morogoro sasa ukakataa, ila nakuja Morogoro nione retirement room, <laughs> oh, oh, <laughs> ni room. <laughs> okay. Wa, ambao wanafikisha miaka nane kuanzia miaka nane tunawastafisha, tunawa, tunawa kwa hiari ha, hawa panya mnawazika, endapo Mwenyezi Mungu anachukua uhai wa yule panya mnawazika ki kwa namna gani? Yani kutokana na kazi kubwa ambayo wanaifanya, hatuwaziki mazi, maziko kama ya, ya, ya anavyozikwa binadamu mm, lakini hamwezi kuwatupa tu. hatuwatupi Ee, tunawahifadhi tu kwenye, kwenye makazi yao vizuri, lakini sio kama labda kuweka hizi taratibu kama za wenzetu Waislamu au Wakristo wanavyofanya mm, lakini tunawazika tu kwa utaratibu mzuri kabisa. Sasa kabisa, kabisa. La, la, sasa kuna umuhimu wa kuweka kakaburi fulani vikapanya panya, mm. Eh, panya panya mwenye jina fulani mm. na kataito chake pale ikiwezekana, na kazi kadhaa ambazo amezifanya, ili generations zinazofuata zije kuona kwamba tulikuwa tuna ni wazo zuri. Lakini pia kwa mfano kama panya Magawa mm. alikuwa na medali mm. tunawapa medali, lakini pia unajua ama jina, kwa mfano tulikuwa tuna panya anaitwa Magufuli mm na alikuwa anafanya kazi kweli kweli kama Mheshimiwa uh, hayati Magufuli alikuwa anavyokuwa anafanya. Mungu ampumzishe mara pema. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukaja ukasema, bana, huyu panya nataka itwe jina langu, lakini hmm, tunamwadopti, unakuwa unakuneka labda dola moja hmm, kila mwezi, wanasema salari yako ntaeka dola moja kwa sababu aa panya wanakula, kuna matunzo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunawahana kwa maana kuwapatia kwamba ya kuwapatia majina ya majina yao na baki kwenye database kwenye tanzu data. mm. lakini pia tunawapa nishani, lakini pia wazo lako pia la kuhifadhi sehemu nzuri kama kumbukumbu tunalifanyia kazi. Tunakushukuru sana, Dr. Joseph asante sana, lakini panya ni muhimu. Hamna haja kuja morogoro hapa, nimekwambia wizara ya mifugo na uvuvi hapa Veterinary okay, wapo kumi, panya kumi, okay, ambao napima sampuli za mikoa Dar es Salaam sasa. Yes tutafika Veterinary, tutafika pia na Morogoro, si mbali, kote tutakuja eh, kote tutakuja, tuwe na panya mmoja anaitwa Mponda eh. ana kipara <coughs> fulani <coughs> hivi tunajua <Afusulajua> kididimo pale <coughs> pale ndo katokea Mponda, yaani ni karibu, ah, kabisa okay. na hapo. anaitwa Dr. Nah. Joseph Soka ni meneja ya program kutoka <coughs> APOPO Tanzania na tumezungumza hapa kutoka, uh, kuhusu elimu ambayo anapa, anapatiwa huyo panya, ni mnyama tuliweke eh? Mnyama, ni mnyama, ni ni sawa hiyo ni ska tunaondoka hatujapata. <laughs> ndugu yangu alikuwa anasema utakuja kutupa elimu <laughs> elimu ambayo anapatiwa mnyama panya kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali katika jamii, lakini kubwa ambayo tumeagusia ni uwezo ambao anapewa kwenda kutambua kama kuna bomu eh, sehemu, lakini pia uwezo ambao panya anapatiwa kuweza kutambua eh, kama kuna vimelea vya ugonjwa wa kifua kikuu katika e, sampuli ambazo anawekewa. Ongereni na karibu tena kwa asante mungine. Asante sana, karibu bandarini pia hapo tumeweka panya wetu, wanagundua uh, utoroshwaji wa nyara za serikali kama pembe za ndovu na hmm, magamba kaka kuona muhimu sana, wapo bandari ya Dar es Salaam sasa hivi na operation. Sasa hivi kutokana na muda tunakuruhusu kuruhsu uwende, nashukuru sana Paya, ila uh, tunafahamu kuwa una mengi ambayo natamani. Sasa hawa panya muongezee uwezo fulani, yani akigundua hizi nyara okay, zinatoroshwa, aweze kujua huyu mtu ni nani, ni kigogo au ni mtu tu wa kawaida. <laughs>